Ujenzi wa daraja hili ni mita ishirini ambalo pia litakuwa na maingilio ya hii barabara takribani ya kilometa moja. Hivyo daraja hili linajengwa na mkandarasi wa ndani anaitwa Biala Associate Contractor, anatokea mkoa huu wa Ruvuma na wilaya hii ya Nyasa. Daraja hili lilianza kujengwa tarehe moja Novemba 2024 24, na muda wetu wa awali wa kumaliza mradi huu ilikuwa tarehe 7 Novemba 2024. lakini kutokana na changamoto zilizokuwepo mwanzoni ikiwemo upatikanaji wa vat exemption na mambo ya, ya kifundi tumesogeza mbele mpaka tarehe 25 Desemba. Na Mheshimiwa Waziri, hili ni agizo lako kwamba tuhakikishe daraja yote ambayo yako chini ya mpango huu wa seki yanakwisha kabla ya mwaka kumalizika, na sisi tumejipanga hivyo. Hatuna sikukuu, hakuna Christmas hapa mpaka tutahakikisha daraja hili linaisha kabla ya tarehe 31 mwezi huu wa 12. Daraja hili muda wake wa matazamio baada ya kujenga itakuwa ni miezi 12, na tumetumia jumla ya shilingi bilioni tatu nukta moja tisa tisa kujenga daraja hili. Kwa sasa mradi huu umefikia asilimia themanini. Asilimia iliyobakia ni hiyo ya zege ambayo inaendelea pamoja na ku, eh, kufukia karibu na madaraja na kurudisha ule mto kwenye njia yake. Na tunaamini kabisa maagizo yako ya kukamilisha mradi huu kabla ya kupinduka kwa mwaka yanabaki pale pale. Imiza watendaji wale ya kwamba wahakikishe kweli wanakamilisha hili jambo kabla mvua hazijashika kasi yake. Mvua zikishika kasi yake hapa pana katika mawasiliano, na kwa hivyo watu hawatakwenda hospitali, watu hawatakwenda masokoni, watu wanaopeba vyakula na kwenda masokoni na mashambani, watu watashindwa kuenda Chambali. Hii barabara ni ya wananchi, hili daraja ni la wananchi. Kwa hivyo mkuu wa mkoa atafuatilia kwa karibu sana kuhakikisha ya kwamba hapo jambo linaloitwa barabara hiyo kukosa mawasiliano wakati halipo. Ja, wa mvua nyingi halipowa mkoa mara tu baada ya daraja y kukamilika, ziwekwe taa, watu wafurahie eneo hili. Wengine ameomba mbunge wenu ya jambo la kuendeleza sasa barabara ya kutoka Ndumbi mpaka kwenda Mbamba Bay kupitia hapa Mkili na pale Mbaha imenichukua tunaenda kuliweka katika mipango yetu ya pale mbele ili kazi hizo zianze.